Na tukirejea Tanzania, polisi wamjeruhi mtu mmoja aliyekuwa amemteka mtoto. Hii ni nje ya box tv update, langu jina na Christina Mbaruku. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na baadaye kumjeruhi kwa risasi alipojaribu kutoroka chini ya ulinzi. Mtuhumiwa Stanley Dismas mwenye umri wa miaka 18 mkazi wa kata ya Nguruka, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma kwa tuhuma za kumteka mtoto mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka minane mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi Mbezi, Ubungo, dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Jumanne Mlilo aliongea jijini Dar es salaam leo Machi, amesema mtuhumiwa huyu alitekeleza tukio hilo tarehe sita Machi 2025 wakati mtoto huyo aliposhuka katika daladala da, kabla kuingia katika geti la shule, alikamatwa na mtuhumiwa na kumpeleka hadi Bagamoyo, hadi Bagamoyo ni ambako mtuhumiwa alikaa naye, huku akitumia namba ya simu ya mzazi iliyokuwa kwenye madaftari kumpigia, huku akidai pesa kwa vitisho ili amwachie na asimdhuru mtoto huyo jeshi la polisi kanda maalum es lilifanya kazi kubwa ya ziada ya ufuatiliaji tarehe nane Machi 2025 majira ya saa moja usiku baada ya mtuhumiwa kukamatwa na kufikishwa kituo cha polisi Oysterbay alijaribu kutoroka kwa kukimbia na kulazimika kupigwa risasi mguuni na kwenye paja na kufanikiwa kumzuia baada ya kutotii tahadhari za risasi zilizopigwa hewani awali wakati akikimbia hali yake ni mbaya na alil hospitalini kwa matibabu zaidi. Aidha, hali ya mtoto ni njema na uchunguzi zaidi wa madaktari unaendelea. Jeshi la polisi inaendelea kulaani vikali vitendo vya uwizi wa watoto na aina yoyote ya utekaji na halitakuwa na huluma kwa wahusika kuwashughulikia vikali, lakini kwa mujibu wa sheria zinazofuatwa nchini Tanzania. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christine, ambalo kusisahau subscribe, like na kushare, ili kwanza kupata notification tunapoacha update